Safari yako ya utofauti itaanza pale kwenye kiu ya maarifa. Ukianza kuona na kiu ya maarifa, unajua mambo yanaweza kubadilika kwako. Hiyo bibilia yenu, hebu ishike bibilia. Hivi ni mgeni kwako? Ni mgeni usiyemwelewa? Jaribu kufikiria, talk to me. Umekaa na bibilia hauielewi and it is okay with you, uko sawa. Wengine una muda wa mwaka mzima kanisani, hujanunua bibilia mpaka leo. Mwangalia asiye na biblia, mnyosheke ile namna hii Mambo yote yale ulionayo. Alafu watu wananunua simu wanauza, wananunua simu wanauza, lakini Biblia hawanunui. How, how sweet this Bible is. Hii Biblia ni oh my good God. Ala la la la. Ukiangalia Biblia yangu Bwana, nimechorwa ni imechorwa, ime, imewekewa highlighter imechorwa hii Biblia na isoma. I love to read this word. Na penda kuisoma hii kila siku hii. Watu wangu wanaangamizwa kwa sababu shetani ni mkubwa mnijibu, kwa sababu shetani ni mkubwa wanaangamizwa kwa sababu shetani ni mkubwa. Kwa sababu ya nini Paulo anaagiza vitabu viletu? This is a great Paul. Huyu ni Paulo naye mjua, hem, fungua kila mtu kitabu cha Timotheo wa pili sura ya nne mstari wa saba ni kusurprise. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufanyaje, mtu ambaye anataka kufariki afu angalia, anachokifanya tatu, anasema hivi, lile joo nililo liacha kwa Karpo huko Troa ujapo uniletee, oho, na vile vitabu haswa vile vya ngozi niletee. Mtu anataka kufariki analeta vit, anaomba vitabu vija asome kidogo <coughs> anataka kufa. Safari ya maisha ya Paulo ilikuwa ni safari ya maarifa, mpaka siku anakufa alikuwa anasoma. Kama hakuna shauku ya maarifa ndani yako, ujue safari ya uongozi ijaanza bado, utofauti wa maisha ujaanza bado.